Hello, amani kwa wote. Leo nimepatana na video hapa ya Waislamu <laughs> wanatoa majini. Na hii video eh aina eh, imewekwa wimbo so ni nime mute. Lakini sasa <laughs> kadia maji tukufu. Wa, wa, ona fanya majini. Wa majini zinasikia hiyo maji. Ona ndizo hizo hata unaziona kwa kamera. Wa, ona. Ona. Ona. <laughs> ona. Sasa hii, hii ni maji tukufu ya Allah, hii maji ni tukufu. Lakini sasa ile kitu fani ni, ni ati kwa hizi drama zote eh, wanafanya tukienda kwa vitabu zao utacheka uishe, kwa sababu kwa vitabu zao tukienda kwa sahihi hadith tutapata kwamba profeti wao eh, acha tusome na a spell. ha, ameposesiwa na majini, so huyo jamaa akasema Eh, nikikuja karibu na yeye, eh, Ala anaweza mkiwa. Ala huyo jamaa anasema Ala anaweza mkiwa. So akakuja akapatana na Muhammad. Akakuja akamwambia Muhammad, e, anaweza kuprotect kutoka kwa influence. So anamwambia anaweza mprotect kutoka kwa influence ya charm charm like e, possession. Eh, e, na Ala anaweza kukiwa kwa mikono yangu kama unataka hivi. Sasa angalia hapa Muslim anaweza sema kwamba hawa foolish people of Mecca walikuwa wana wana accuse Muhammed kwamba ako under a spell ama ako under possessed, eh, possessed na majini unaona. Lakini sasa, if hii ilikuwa accusation, acha tuangalie reply ya Muhammed wakati huyo jamaa alikuja kwake, alimreply akamwambia, aje, eh, places due to Allah, we place him and ask his help and he who, ambao, angalia sasa hapa Muhammed alijishoot in the foot, angalia venye alisema yeyote ambaye Allah ana guide Hakuna mtu kwa sababu amesema, mtu anaweza mpoteza, amesema mwenye mwenye ala ameguide hakuna mtu hakuna mtu anaweza ni, ni leader straight lakini, kama ame misguide hata wewe kama unaweza ni tawe spell, hauwezi ni guide. Lakini sasa hii ni shida kwa sababu tukienda na logic ya Muhammad kama tunaweza pata eh, tunaweza pata evidence kwamba alikuwa under a spell. Hiyo itatuambia kwamba hakuwa under guidance ya Allah, ambayo itatuonyesha kwamba Muhammad alikuwa misguided kulingana na logic yake. Ina make sense kwa sababu, e, e, kwa kwa kwa kwa sababu amesema Ule mtu mwenye Allah ana guide, hakuna mtu anaweza mlinda astray. Na ule mtu amelidiwa astray, hakuna mtu anaweza mguide. Na hii anapeana kwa context ya huyu jamaa kukuja kumtoa majini, kumtoa under a spell. Unaona? So kama tunaweza pata evidence Muhammad ako under a spell, hiyo itatuonyesha kwamba hayuko under the guidance of Allah. Muhammad alikuwa misread. Tukienda kwa hii hadith in Sahih Muslim. Na kama unataka reference ya hii hadith ni Sahih Muslim, kumbuka sisomangi hadith yoyote ambayo si sahih Sahih again, 175, book 58, 17, Aisha a na yule mwenye ako misguided hawezi kuwa guided. So kama ala alimuachilia akuwe bewitched that means are you conquered? and we can conclude alikuwa anga bewitched, unana, lakini haistop hapa sababu tukiendelea tutakuja tupate another sahih hadith, sahih muslim 2814a book 52 hadith 62 ambayo inasema imeripotiwa na abdullah ibn eh, masud kwamba eh, there is none among you with whom is not an attach from among the jinn the devil what the messenger alisema kwamba hakuna mtu kati yenu mwenye hayuko eh, assigned ama attached with the devil. Now the companion wakasema hata wewe, wenye walikuwa wanamsikiza wakamuliza hata wewe na, akawa respondia akawambia Yes. What? So, Muhammed akawa attached na devil, lakini angalia, but Allah help me against him and so I am safe from his hatred and he does not commit what. Angalia eh, the jinn yenye iko na Muhammed <laughs> Ina mkomanda the devil ambaye iko na Muhammad ina mkomanda kufanya mazuri, lakini ni the devil. Anakukomanda aje? What does, uh, the devil anakukomanda aje kufanya mazuri. So ame admit na kubuka alisema kwamba ule mtu mwenye ako guided, ule mtu mwenye Allah ame guide, hapa venye tumeona, he who is led astray, there is none who can guide him. So kama ako na kila, kama yeye mwenyewe ako na nani, ana admit kwamba ako na shaitan, lakini huyu shaitan wake anamkomanda kufanya mazuri. Hiyo inamaanisha basi yuko guided, kwa sababu guidance ni usikuwe na shetani hata, hata once. Sh shetani anakucommand kufanya ile kitu mbaya na ile kitu ni makosa and that you should say against Allah what you know not. So, ile command yenye shetani anakupea, mwanzo ni evil, ni mbaya kabisa, ya pili ni sinful, ni dhambi, na ya tatu anakucommand kusema mambo ya Allah ambayo haujui. So Muhammad akituambia kwamba shetani wake anamcommand kufanya tu, anatudanganya. Aidha Muhammad anadanganya kwamba shetani wake anasema mambo mazuri, ama Allah anadanganya kwamba shetani alisema mambo mazuri. Haiwezi kuwa mbovu. Either huyu akwe ndiye anadanganya na shetani anaweza sema mambo mazuri, ama huyu ndiye anadanganya na shetani anaweza sema mambo mazuri. Unaona? Na so, kama Muhammad ana, ameadmit kwamba ako na shetani. Na amesema kwamba ule mtu mwenye amekaidiwa na by Allah hakuna mtu anaweza mumis, ule mtu ako misread hakuna mtu anaweza mulead, yani kutuonyesha kwamba either naye ana hapa kama ali, kama Muhammad ako misread hakuna venye atakuwa guided kwa sababu tumemuona kwamba alikuwa bewitched, so aliku, already ako misguided, so ana protection na Ala amesema kama uko misled, hakuna guidance kwako. So kama Muhammad ako guided tena, hiyo ni contradiction ya kusema eh, who is led astray there is none to guide him okay. So tuki conclude hapa, tunaona kwamba hii ni joke au watu wako nayo, this is very funny. Hii ni drama tu wanafanya hapa, kwa sababu kama the best men, yeye alikuwa na majini. Uh, best man alikuwa na majini, na anasema kwamba vizuri, kila Muislamu ako na majini, hakuna hata mmoja wenu Kumaanisha aje? Muhammad ni misread, waislamu wote ni misread na nyinyi wote mmejaa majini. So mnakuja hapa kutuonyesha venye mnatoa majini hapa, na nyinyi wote mmejaa majini kulingana na your prophet. Stay away from Islam. Kambari, kambari na Islam. Santeni.